Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu aliye hai ni Mchungaji Joshua Power. Nitazungumza katika kitabu kile cha Yohana 12 mstari wa 24 mpaka wa 26. 2 nasema, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi kafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali kifa hutoa mazao mengi. Naomba nizungumze kwamba mtumishi wa Mungu yeyote uliyejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kama hutaweza ubali kujitoa kikamilifu mbele za Mungu haitawezekana yale ambayo Mungu ameyazungumza juu ya maisha yako kutimilika. Hata kama kuna utumishi wa namna gani Mungu alikuahidia, lakini kama hautakubali kuzilipa gharama, yaani kujitoa kwa yale Mungu amekwambia, kumtafuta yeye, kama vile kujitoa kwa ajili ya maombi, kusoma neno lake na kujibidiisha kumsikia yeye na kutii yale aliyokuagiza, basi ujue kabisa matokeo hayo ambayo alikwambia, ambayo alikuonyesha, hayataonekana, yalikuonyesha hayataonekana. Inasema hii Yohana 24 mpaka 26. Ya kwamba ingano isipokufa, yaani kama hautajitoa kiwango cha kujiteketeza, yaani kikamilifu mbele za Mungu, basi utabaki hali hiyo hiyo pamoja na zile ahadi na utumishi ulioahidiwa, bali ukijitoa kikamilifu. Kama ukifuatilia msali wa 25 na 26 unavyozungumza, basi utaelewa vema kuwa lazima ujitoe kikamilifu kwa Mungu, ndipo yaone matokeo. Punguza kujihulumia, kuji mara kwa mara na kujitetea, hasa katika ufalme wa Mungu. mahali gani inapaswa utumike. Kama kuna sababu zilikuwa ni kikwazo basi ziondoe, ili ukatumike vizuri. Mfate Roho Mtakatifu, acha kuufata mwili, maana mwili siku zote unaenda tofauti na roho. Basi tembea katika roho na utaona matokeo katika Mungu. Lakini pia nyenyekea na kutii katika mapenzi ya Mungu. Acha kufata matakwa yako, acha kufata matakwa ya mwili, acha kufata yale ambayo unayaona kwa macho ya nyama, bali tazama katika imani na ukasimame katika hayo, ukanyenyekee na kutii chini ya mapenzi ya Mungu. Lakini pia utafute kwanza ufalme wa Mungu. Acha kujitafutia faida zako mwenyewe na kutanguliza kuangalia unafaidi nini nje na kuangalia katika ufalme wa Mungu. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote utazidishiwa. Lakini unavyotafuta ufalme wa Mungu, endelea kutembea katika Mungu, ondoa sababu za kujitetea kumtumikia Mungu, ondoa hofu na mashaka, jitoe kikamilifu na kutembea na Mungu. Lakini pia jijengee na kujikuza mwenyewe katika sifa za kimungu na za kutafuta ufalme wa Mungu, kama anavyozungumza katika kitabu kile kitabu kile cha Mathayo tano kwanzia mstari wa tatu mpaka wa kumi anasema heli walio maskini wa roho, yaani walio wanyenyekevu, waliojitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, na anasema ufalme wa mbinguni ni wao. Utaona nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu kama utakuwa mnyenyekevu, kama utakuwa na chiu na njaa kila siku, utaona ufalme wa Mungu na nguvu za Mungu katika maisha yako. Na pia anasema heli wenye uzuni, ambao hawa anasema, maana hao watafarijiwa. Kama utatembea katika Mungu na utaepukana hali ya kufarijika mwenyewe katika dhambi kuifurahia dhambi, lakini unaichukia dhambi utaifurahia dhambi na utajitoa kwa Mungu, utahuzunika. Yaani utaichukia dhambi, basi ujue neema ya Mungu na faraja ya Mungu itakuwa juu yako. Lakini heri walio wapole, inasema ile Mathayo 11:29 ya kwamba jivikeni nira yangu kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu. Jivike upole, jivike unyenyekevu kwa Mungu, hata papala hata kuinuka, hata kutembea katika mwili. Tembea katika Roho na ukijinyenyekeza katika Roho utaiona neema ya Mungu. Na utailisi nchi, anasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Hakuna mahali popote katika ufalme wa Mungu ambapo patatokea na mtu mwenye njaa na akawa na kiu hapo asishibishwe. Hiyo ni kanuni ya kifalme. Kila ambapo hapajajazwa patajazwa, maana ufalme wa Mungu ni utoshelevu, umejitosheleza asilimia mia. Hivyo mahali popote ambapo pana gap, yani pana njaa na pana kiu, lazima patashibishwa. Kwa hiyo jijenge katika kiu. Yani, ukilisoma neno la Mungu na ukitambua mapenzi ya Mungu ni nini, baada ya hapo tafuta kuyatimiliza kuyatigiliza kuyatimilisha itafanya Mungu athibitike na kuzilika. Anasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Anasema palipo na rehema, hapo rehema imekuwa kuu kuliko hukumu. Lakini pale ambapo rehema zitaondoka, yani kuwahurumia watu, kuangalia watu katika huruma za Bwana, hapo kama zitaondoka hizo huruma, basi na wee unastahili hukumu. Hakuna mtu ambaye yeye atakuwa na huruma kwa watu wa Mungu na huruma hiyo ikawa huruma ya kimungu, yani kuangalia katika toba, kuangalia katika huruma ya kimungu ya kwamba kwa nini wanatembea Haya. Kwa nini wanakwenda katika haya? Kwa nini hawa wanaenda katika haya? Ukamsihi Bwana hata kazirika kwao, lakini pia ukaona namna ya kuwasaidia katika roho hakika. Anasema Bwana naye atakuwa na rehema juu yako. Lakini anasema heri wenye mioyo safi, yani wanaomtumikia Mungu katika utakatifu, maana watamwona Mungu. Siku zote walio watakatifu watamwona Mungu kwa kuwa Mungu ni mtakatifu, na Biblia inasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Aliagizwa Musa akawaambie wana wa Israeli, lakini pia anazungumza Petro katika kitabu kile cha Petu wa kwanza moja kumna sita ya kwamba iweni watakatifu wakuwa baba yenu wa mbinguni ni mtakatifu. Heli wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heli wenye roho mtakatifu, roho ya upatanishi, maana hao ndio wana wa Mungu, kama inavyozungumza katika kitabu kile cha Warumi nane msali wa tisa na ule msali wa kumi na nne. Hakuna atakaye kuwa ni mwana wa Mungu pasana roho wa Mungu, na huyo roho wa Mungu ni roho wa upatanishi, hivyo atawapatanisha walio wengi na kuwaleta kwa Mungu walio wengi. Hivyo heli walio na roho mtakatifu, maana hao ni wana wa Mungu. Ante sana, Mungu akubariki sana. Nimejaribu kuongea kwa, kwa ufupi na nakutakia wakati mwema na tafakari njema kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya!